Mtazamaji, habari za muda huu. Asante kwa kuendelea kuwa nami katika mazingira mbalimbali mbali. Na bado kwa leo, nataka tuzungumze siasa za Mbeya mjini. Ni kama mchezo fulani hivi aa, nilikuwa najiuliza kwamba iko mchezo wa mpira wa miguu. Mpira wa miguu una dakika tisini. Katika dakika tisini huwa zinatokea dakika za nyongeza, na dakika za nyongeza mara nyingi ama mara kadhaa ama muda mwingine uh, inatokea suala la penalti. Sasa katika jimbo la Mbeya mjini ambako uh, wanachama wa Chama cha Mapinduzi wapatao kama kumi hivi waliojitokeza katika kuwania nafasi ya ubunge ama kutajwa kwenda kuchukua uh, fomu ya ubunge, ni zimebaki siku saba tu sasa lakini nakawa najiuliza, na wewe naomba tupende pamoja katika jambo hili uh, imekuwa kama sasa ni mechi imekwisha. Baada ya mechi kuisha, zimetokea dakika kama tatu hivi za nyongeza. Baada ya dakika tatu za nyongeza, imetokea penalti katika dakika moja ya mwisho. Hapo ni Mbeya mjini, imebakia dakika moja mpira kuisha ama refalii kupiga kipenga cha mwisho, na penati imetokea katika dakika hiyo ya mwisho ya nyongeza. Je, nani anaenda kufunga goli? Nani ni mchezaji ambaye anaweza kwenda kuiokoa Mbeya mjini? Nani anaweza kwenda kuanzisha viwanda kwenye jimbo la Mbeya mjini kati ya hawa wafuatao? Na hiyo ndiyo dakika moja ya mwisho, na lazima kati ya wachezaji wote lazima atokee mmoja, ama achaguliwe mmoja, kwamba aende akafunge goli ili timu ipate ushindi. Wachezaji wa jimbo la Mbeya mjini ni hawa wafuatao. Je, nani atapata nafasi ya kufunga goli? Kuiendeleza Mbeya mjini kwa kuleta maendeleo ya kiuchumi katika jimbo la Mbeya mjini, kwa kuleta maendeleo ya maendeleo ya watu pamoja na maendeleo ya vitu katika jimbo la Mbeya mjini, kati ya hawa wafuatao. Je, penati hii itapigwa na Patrick Mwarunenge kuleta ushindi wa timu hii ya Mbeya mjini tende pamoja mtazamaji, nauliza, je, Patrick Mwalunenge ndiye atakayeenda kushinda ama kupewa nafasi ya kupiga penati katika dakika hii ya mwisho kwa ajili ya maendeleo ya watu na maendeleo ya vitu katika jimbo la Mbeya Mjini? Je, ni Dr. Mabula? Je, ni wakili Sambwe Mwaliego Shitambala Je, ni Afre Nsomba? Je, ni Charles Mwakipesile? Je, ni Mashaka Mbugi? Ninauliza, je, ni Emmanuel Mwalupindi? Je, ni Ayubu Mwanjala? Je, ni Joeli Mwakilembe? je, Evans Bembeja, ninauliza mtazamaji, swali langu ni hilo moja tu. Nani anaweza kwenda kupiga penati ili kuiokoa timu ya mbeya mjini, kuiokoa timu ipate ushindi ya Mbeya mjini, kati ya hawa ambao wanatajwa kwamba watachukua fomu kupitia Chama cha Mapinduzi kuwania ubunge wa Mbeya mjini? Nani kati ya hawa ataleta uchumi wa watu na uchumi wa vitu? Yaani maendeleo ya watu na maendeleo ya vitu kati ya hawa watu kumi? Ndio maana nimetumia mfano kwamba mechi imekwisha. Sasa zimetokea dakika tatu za nyongeza. Na katika hizo dakika tatu imebaki dakika moja na hatimaye timu ya Mbeya mjini imepata penati. Nani ataenda kufunga, kati yao wa wachezaji unamchagua nani aende kafungi goli la ushindi wa Chama cha Mapinduzi na maendeleo ya wananchi wote wa Mbeya mjini, kati ya hawa niliyowataja, yaani Patrick Mwalunenge, Dr Mabula, wakili Sambweshi, Tambala Hafrey, Nsomba Chazi, Mwakipesile, Mashaka Mbugi, Manuel Mwalupindi, Evas Bembeja, Ayubu Mwanjala ama Joeli Mwakilembe, ni nani kati ya hawa? Ikumbukwe jimbo la Mbeya mjini limepata mgeni, yaani limepata jimbo jipya la Uyole. Hiyo ni mechi ambayo tayari ilikuwa imekwisha, sasa dakika za nyongeza zimeongezwa. Kwa sasa mmepata penati, Mbeya mjini, yupi kati ya hawa anaweza kwenda kuisaidia Mbeya mjini kwa maendeleo maendeleo ya watu pamoja na maendeleo ya vitu ni muhimu sana na ndio maana tukumbuke hotuba za viongozi wengi hazishangiliwi na wananchi kwa sababu hawagusi maendeleo yao yanayoyahitaji wananchi wanahitaji uchumi wa mtu mmoja mmoja pia licha ya majengo na vitu vingine kwa sababu kwenye majengo anaenda kulipia karibu kwa maoni yako